Mratibu wa mtandao wa watetezi wa haki za binadamu nchini Tanzania, wakili Onesimo Olengurumwa, nimemkaribisha siku ya leo katika mahojiano na zaidi tukimulika juu ya tukio la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam kutumia mabomu ya machozi kuwatawanya waumini wa kanisa la Ufufuo na Uzima linaloongozwa na Askofu Josephat Gwajima na waumini wa kanisa la Kilutheri Afrika Mashariki waliokutana kwa ajili ya ibada ya siku ya Jumapili. Wakili, kubwa zaidi ambalo limenisukuma ni kukaribisha katika mahojiano, kuna nadharia mbalimbali ambazo zinajengeka kwa hivi sasa kufuatia tukio linalohusu waumini hawa ambao wamekutana na kadhia ya kuzuhiliwa kama ambavyo imeshuhudiwa katika Jumapili nyingine. Mazingira ya tukio hili, pengine katika hali ya sasa, yanaweza yakawa yanaleta tafsiri hipi, na ni nadharia zipi ambazo zinaweza zikawa zinazunguka juu ya tukio hili? Ya, kwa kweli zinaleta taswira mbaya katika taifa, na na swala la dini watu walichukulia tofauti kabisa na wao kuchukua mambo mengine, kwa sababu zile ni imani za watu na hakuna namna yoyote inaweza kumtenganisha mtu na imani yake. Imani ya haijajengwa katika misingi ya uh, majengo au madhehebu au madhehebu yaliyosajiliwa. Imani ni mtu anakuwa nayo moyoni anakuwa nayo yeye kama yeye. Kwa hiyo tunashauri sana, swala linapokuja imani za kidini, e, jeshi la polisi na serikali kwa ujumla wawe makini na waangalie namna gani wanalihendwo swala hili kwa sababu kwanza leo watu walikuwa karibu mia tano kwenye e, jengo lingine kabisa la dhehebu lingine la, la, la KKT wanafanya ibada pale Ma wala sio majengo yao, lakini bado walipomaliza ibada yao polisi wakawasubiri wakawapiga, wameumia wengine, wameumia kabisa, wanavuja damu na bado wanawanyima PF3, na wengine zaidi ya hamsini wako vituo vya polisi. Kwa hiyo ni vitu ambavyo kwa ujumla vinatia, e, e, dosari kubwa katika serikali ya awamu hii. Kwa hiyo tuna shauri kabisa kwanza E, waone umuhimu wa kuachana na swala hili wa kulitatua, na jeshi la polisi likome kabisa kufu, kuingilia ibada za watu, kwa sababu mwisho wa siku e, wanafanya hivi na kutengeneza chuki kubwa miongoni mwa wanajamii. Unapogusa dhehebu kama lile, lina li watu wengi sana, na kwenye kila dhehebu kuna watu. Unaweza ukafikiri dhehebu lina watu elfu mbili lakini kumbuka wale watu wana watu wengine. Kwa hiyo unatengeneza chuki ambayo sio ya lazima, hasa kipindi hiki ambacho tunakwenda kwenye uchaguzi. Ni kipindi ambacho namna polisi wanapofanya kazi zao, nitakuwa wawe makini mno kuepuka kutengeneza mazingira ambayo yanaweza kuleta taharuki na kupoteza amani tulionayo bila sababu zote zile za msingi. Kwa hiyo tuna uh, laani kwanza vitendo hivyo ambavyo vimekuwa vikijitokeza kila Jumapili, lakini na kulitaka jeshi la polisi liache kufanya haya mambo anayoyafanya kwa sababu tayari imeshaonekana kabisa kwamba hilo kanisa hakuna mtu aliyehusika kulifungia kwa sababu barua kutoka ya waziri hakutambua barua yoyote ambayo imewafungia. Kwa hiyo maana yake ni kwamba hilo kanisa linapaswa kuendelea kuwa huru, na wale wananchi kikatiba ki e, wana uhuru wa kuabudu. Hata e, kama jengo kama jengo limezuiwa e, wanaweza wakawabudu kwenye majengo mengine ambayo hayana mgogoro na serikali. Kama hiyo dhehebu lililosajiliwa lina changamoto lakini kuabudu hakuwezi kuondolewa na kitu kama hicho. Bado watu watahitaji kuabudu siku ya Jumapili. Hilo ndio jambo ambalo wanapaswa kulitambua. Swala hili linaweza likawa na athari kiasi gani katika taswira ya Tanzania na katika kulinda na kusimamia haki za binadamu? E, kubwa tu, athari ni kubwa. Kwanza itaonekana kuna itaanza kuonekana ni suala la ku, ku, ku, kuingilia masuala ya kidini na kunyanyasa makundi ya kidini. Eh, tulikuwa sasa hivi, kumbuka, bado tuna mvutano mwingine wa wa vyama vya siasa kama Chadema na serikali. Sasa unapoongeza makundi mengi, wanaitengenezea wa serikali iwe na chuki na makundi mengi ya kijamii, kitu ambacho sio jambo jema. Ndio maana sisi tumeshauri ile swala tulimalize kwa maridhiano, watu wakae chini wazungumze. lishe sio vema, hasa kipindi hichi ambapo serikali ambapo tunang'ona kwenye uchaguzi vikaitengenezea serikali migogoro na makundi mengi ya kijamii, sio jambo ile swala hilo. Taasisi e, sio ndogo. Wale waumini ni wengi, wana ndugu zao, wana jamaa, ni sehemu kubwa ya jamii. Wanapaswa kukaa chini na kulitatua. Ukienda katika mitandao, kuna baadhi ya hisia zinajengeka kwamba huenda kuna watu ama wa mtu yuko nyuma ya watu ambao wanawashinikiza hao, na wewe unaweza ukawa unalitazama hili katika hisia na mtazamo kama huo. Na unashinikizwa nani? Watu wamenyimwa kwa kuabudu, nani anawashinikiza? Yaani mtu akashinikizwa kuabudu? Miaka yote amekuwa akiabudu. Yaani wewe ulipo hapo au mimi ukizuia ya kanisa yangu mi naamka Jumapili na kwenda kanisani au msikiti wangu ambao nimezoea kwenda jumaa kwa sababu ukalifunga, alafu nisimame mi kudai haki yangu ya kuenda msikitini au kanisani, itakuwa kuna mtu amenituma? Nini ambacho sasa kinatakiwa kifanyike na mamlaka nchini Tanzania na ni nani hasa ambaye anahusika katika kutatua mgogoro huu ambao unaendelea? Ni wizara, waziri mwenyewe mwenye dhamana. Tulishasema wakati mwingine, unajua tunataka tumrundikie mheshimiwa rais mambo mengi. Hivi vitu vinapaswa kumalizwa na viongozi wale mwenye dhamana. Wizara hii ya mambo ya ndani ndo inasimamia madhehebu haya, wakupaswa kuacha hili suala liendelee ku... <coughs> kujitokeza kila Jumapili. Vitu vingine hata jitihada za kuwaita kuzungumza nao hazifanyiki, hata kukaa kuzungumza kuna e, yaani imefika mahali sasa, tujui hatuoni utawala bora uko wapi, kwa sababu wananchi wanapokuwa wanalalamika wanapaswa kusikilizwa. Hilo ni haki yao, ndio utaratibu, ndio utawala bora huo. Sasa sasa tukitaka kila kitu rahisi aseme, wakati kuna uongozi, kuna mifumo kuanzia DC, mkuu wa mkoa atakwenda chini, wako viongozi wao, wanapaswa kufanya nini? hata kwenda kuwaona wale watu na kuwasikiliza, hakuna anayefanya hivi. Ninyi kama mtandao wa watetezi wa haki za binadamu, mbali ya kutoa wito na matamko, kuna hatua nyingine ambazo mnaweza mkazichukua. Wale wananchi wanaweza kwenda mahakamani wakiona wanaendelea kusumbuliwa, hakudai haki yao ya kikatiba. Tuendelee kuheshimu haki za binadamu, viongozi wasimamie haki vizuri, wananchi waendelee kudai haki zao katika misingi ambayo inakuwa haivunji amani na kuheshimu sheria zingine.